Ukiingia nchini Brazili kwa sasa, jina linalotamkwa kwenye midomo ya watu wengi ni Mesinyo. Je, mesinyo huyo ni nani na kwa nini aitwe Mesinyo? Hii ni Nine Sport ya Abia TV, na msimulizi wako ni Logan Liki. Kaa kitako upate kumjua mesinyo ni nani. Estavao William Almeida da Oliveira alizaliwa mnamo tarehe 24 April mwaka 2007 huko Franca nchini Brazili. Ana urefu wa mita 1.76 yani sawa na futi tano na inchi tisa Ana uzito wa kilogramu 62 na ni mchezaji wa klabu ya Palmeiras. Brazili inamtaja sana kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufanya dribbling kupiga kosi na ubunifu wa hali ya juu na wengi wanamtizama kama dhahabu na lulu wa kizazi kijacho cha Brazili na dunia kwa ujumla. Na wengi wanamfananisha na mshambuliaji wa Inter Miami Leho Mesi kutokana na ubunifu wake wa kupiga vyenga na kufanya dribbling, finishing na kupiga krosi na aina ya uchezaji wake Estavao William alianza makuzi yake ya soka mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka kumi kwenye akademi ya Cruzeiro nchini Brazili, akacheza kwa miaka minne na baadaye msimu wa mwaka 2021 akajiunga na akademi ya Palmeiras, na msimu wa 2023 akapandishwa senior ya timu na mpaka sasa amechezea mechi 48 amefanikiwa kufunga magoli 18. Tu mnamo tarehe saba Disemba mwaka 2023 Estavao William akitokea benchi dakika 78 alifanikiwa kufunga goli na kuisawazisha timu yake na kupata sare zidi ya Cruzeiro, timu ya utotoni mwake, akifanya hivyo akiwa na umri wa miaka 16 na miezi 8. Kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ya Amerika ya Kusini, alifunga goli lake la kwanza dhidi ya Liverpool na kumfanya awe mchezaji wa tatu chini ya umri wa miaka 17 kufanya hivyo kwenye michuano hiyo, akifuatwa na Endrick na Angelo Gabriel. Juni 23 mwaka 2024 Chelsea ilimtangaza kumsaini Estavao na kwenye majira ya joto ya 2025 Estavao atajiunga na klabu hiyo ya nchini Uingereza kwa ada ya usajili yulo milioni 34 na ongezeko la yulo milioni 23 endapo atafanya vizuri katika klabu hiyo. Na kauli yake baada ya kusainiwa na Chelsea alisema, nataka niweke rekodi na historia ya kuwa Mbrazili wa kwanza kufanikiwa zaidi kwenye historia ya klabu ya Chelsea. Nataka kushinda mataji makubwa, kuonyesha uwezo wangu kamili na kiwango changu. Wabrazili wengi wameweka matumaini kwa kizazi kijacho, kwa Stavao William kwani de mchezaji aliyevunja rekodi ya Neymar, akitoa mchango wa magoli 18 kwenye mechi 24 akiwa na umri wa miaka 17 huku akivunja rekodi ya Neymar aliyehusika magoli 16 kwenye mechi 33 akiwa na umri wa miaka 17 mwaka 2022, aliitwa timu ya taifa.